Mstari wa kwanza hadi ule wa pili a ah. Na somo la pili ni toka Wathesalonike wa pili sura ya tatu mstari wa sita hadi wa kumi na tatu. Tuanze na somo la kwanza. Bwana Yesu asifiwe, haleluya kanisa, haleluya. Mwana kondoo wa Mungu ameshinda. Karibu tusikilize somo la pili linalotoka kitabu cha waraka wa pili wa mtume Paulo kwa Wathesalonike. Waraka wa pili wa mtume Paulo kwa Wathesalonike, sura ile ya pili. Nitasoma mstari wa sita hadi wa kumi na tatu. Sura ile ya tatu samani, sita mpaka kumi na tatu yes. Wathesalonike wa pili sura ile ya tatu sita hadi mstari ule wa kumi na tatu. Kwa utatu nitawatangulia kusoma. Ndugu twawaagiza katika jina la Bwana Yesu Kristo jitengeni nafsi zenu na kila ndugu aendaye bila utaratibu, wala si kwa kufuata mapokeo mliyoyapokea kwetu. Mwajua wenyewe jinsi iwapasavyo kufuata, kwa sababu hatukuenda bila utaratibu kwenu, wala hatukula chakula kwa mtu yeyote bure, bali kwa taabu na masumbufu usiku na mchana tulitenda kazi ili tumlemee mtu wa kwenu samani, ili tusimlemee mtu wa kwenu awaye yote. Si kwamba hatuna amri, lakini makusudi tufanye nafsi zetu kuwa kielelezo kwenu, mfuate kwa kuwa. Hata wakati ule tulipokuwapo kwenu, tuliwaagiza neno hili, kwamba ikiwa mtu hataki kufanya kazi basi asile chakula. Maana twasikia kwamba wako watu kwenu waendao bila utaratibu, hawana shughuli zao wenyewe, lakini walishughulisha na mambo ya wengine. Basi twawaagiza hao na kuwaonya katika Bwana Yesu Kristo, watende kazi kwa utulivu na kwa kula chakula chao wenyewe. Lakini ninyi ndugu msikate tamaa katika kutenda mema. Ninarudia mstari wa kumi na tatu lakini ninyi ndugu msikate tamaa katika kutenda mema. Hili ndilo somo la pili. Basi tunashukuru sana.

Ameshinda Mwanakondoo, ameshinda. Bwana Yesu asifiwe! Bwana asifiwe! Haleluya, haleluya, haleluya! Hebu naomba tumshangilie Mungu kwa makofi mengi mengi kwa ibada nzuri siku ya leo. Amen, amen, amen. Amen. Amen. Tunawashukuru sana wanakwaya, Bwana Mungu awabariki. Naomba tuwashukuru hao wanakwaya kwa makofi mara tatu. Amen. Mungu awabariki sana. Baba Askofu, mwenyekiti wetu wa jimbo, makamu mwenyekiti, wapendwa bodi, halmashauri kuu ya jimbo, wageni waalikwa, ndugu wapendwa wa Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana, karibuni sana ninyi nyote katika ibada ya siku hii ya leo, ibada njema ambayo tunamshukuru Mungu ametupa uzima na afya njema, hatimaye tumehudhuria katika ibada hii.

yuko pale anaitwa Bahati Mshani. Naomba tuwapokee wote kwa makofi mara tatu. Asante sana. Lakini pia tunaye mwenyekiti wetu wa jimbo halmashauri, mwenyekiti wetu wa jimbo na halmashauri kuu, Mchungaji Paulo Mwambalaswa na mama, kama yupo, naomba msimame tafadhali pale. Basi naomba tuwapokee kwa makofi mara tatu. Asante sana lakini pia tunaye makamu mwenyekiti wetu wa jimbo Mchungaji agnes Njeyo, na basi naomba tumpokee kwa makofi mara tatu. Asante sana, kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Mwana kondoo ameshinda. Mchungaji ambaye anaongoza baada hii ya leo, naitwa Mchungaji Nsevilwe Msialiha, katibu mkuu kanisa la Moravia ni Tanzania jimbo la Kusini Magharibi. Naomba tumshukuru Mungu kwa mazito matatu. Asante, tunashukuru Baba. Basi naomba niendelee na kutambulisha halmashauri kuu ya jimbo. Uh, tunaye Mchungaji Lobati Sikanyika ye ni mwenyekiti wa wilaya ya Mbarizi na usimame. Lakini tunaye mchungaji Greenwell Sikwembe, yeye ni mwenyekiti wa wilaya ya Mbeya. Lakini tunaye mchungaji Nuru Mwamahonje, mwenyekiti wilaya Chunya. Tunaye mchungaji Stephen Iwaya, mwenyekiti wilaya ya Ilembo naye mchungaji Godfrey Ntinga yeye mwenyekiti wilaya ya Uyole. Tunaye mchungaji Paulo Mwambalaswa yeye mwenyekiti wa wilaya ya Mbalali. Naomba wa kipekee tuwapokee kwa makofi mara tatu. Asante sana, lakini pia tunao wajumbe wengine wa halmashauri kuu. Tunaye mchungaji Tulinawe Kibona, naomba usimame. Tunaye mchungaji Abel Mbisa usimame. Tunaye uh, Nazareth Nzombo naomba usimame. Tunaye uh, Joyce Msiani naomba usimame. Tunaye ndugu Weston Asisia naomba usimame. Tunaye Ezekiel Mwambeso naomba usimame. Tunaye mtuza hazina wetu wa Jimbo Mwiti, usimame. Tunaye ndugu Jairi Mwasegile, mkaguzi wetu. Tunaye ndugu Esa Uswila, mipango na maendeleo. Tunaye mchungaji Zakaria Pembe, la HR wetu, naomba usimame tafadhali. Basi hawa ndio wanakamilisha timu ya wajumbe wa halmashauri kuu ya jimbo letu, naomba pamoja na wenza wao kama wapo wasimame. Lakini samani uh, wenza wa wenye viti wa wilaya kama wapo, naomba nao wasimame tafadhali mahali walipokaa. Okay, asante wako pale lakini pia wenza wa hao wajumbe wa halmashauri kuu kama wapo, naomba nao wasimame tafadhali <laughs> ya, wako kule, asante sana. Basi naomba tuwapokee wote kwa makofi mara tatu. Asante sana. Lakini pia tunao wageni sana Kasebwa, yeye ni mjumbe wetu wa halmashauri kuu, lakini pia ni mjumbe wetu wa Unity Synod. yeye ni mheshimiwa wakili wetu wakini. basi kipekee kwa makofi mara tatu pale. nimesema ni Paulo Mwampamba mwenyekiti wa wilaya ya Mbalali asante sana Makatibu wetu wa idara mahali walipo naomba wasimame tafadhali, wote kwa pamoja, kama wamefika. Makatibu wetu wa idara wako pale lakini, viongozi wetu wa taasisi naomba wasimame mahali walipo, viongozi wetu wa taasisi. Lakini niombe sasa, uh, katibu wetu mstaafu, Mchungaji Mwaisango, naomba usimame uko pale. Lakini pia Mchungaji Mbotwa aliyemaliza muda wake, mwenyekiti alikuwa mwenyekiti wa wilaya ya naomba watu wapokee kwa makofi mara tatu. Asante sana. Naomba sasa um, wachungaji wote waliopo katika ibada hii, naomba tusimame tafadhali, wachungaji wote na wenza wao na wenza wao na wenza wao. Basi naomba tuwapokee kwa makofi mara tatu. Asante sana, lakini pia tunao Radio Baraka Sio redio Baraka, sasa hivi ni Baraka TV. Mahali waliko wasimame, asante, tuna tv sasa. Tunamshukuru Mungu wako hapo na, na pia wanachukia, wanachukua matukio ya hapa. Tunamshukuru Mungu. Naomba tuwapokee kwa makofi mara tatu. Lakini pia tunao wageni wetu kutoka kule Ujerumani, tunao kwa muda wa mwezi sasa. Naomba wasimame, wako wawili. Asante sana, sana. Tunaomba tuwapokee nao pia kwa makofi mara tatu. Asante sana. Lakini naomba pia, tunao wachungaji wetu wastaafu mahali walipokaa, naomba wasimame tafadhali. Tunatambua wa, uwepo wao hawa, ambao kwa watumishi wetu wamefanya kazi katika kanisa letu. Tunamshukuru Mungu sana. Naomba tuwapokee nao pia kwa makofi mara tatu. Asante sana. Lakini pia naomba wafanyakazi wa Jakalanda na taasisi zetu zote mahali walipo, naomba wasimame toka jakalanda na toka taasisi zetu zote, naomba wasimame, wako pale na no wengine wamekaa huku, naomba tuwapokee kwa makofi mara tatu. Asante sana. Niombe sasa kwaya zetu zote msimame.